Mafanikio yanaanzaje? Na je, unajua ni kwa nini watu wengi wanachoka mapema kwenye safari ya mafanikio? Ni kwa sababu wanapoteza muda mwingi kupigana na vitu ambavyo hawana uwezo wa kuvibadilisha. Wanaangaika kubadili watu, kubadili hisia za wengine, au kulazimisha mambo yasiyo na maana katika maisha yao. Leo, nataka nikuambie kitu kimoja muhimu. Acha kupoteza nguvu zako kwa mambo usioweza kuyadhibiti. Anza kujidhibiti wewe. Hii ndiyo siri ya watu wanaofanikiwa, na leo tutaivunja hatua kwa hatua. Kila siku tunakutana na changamoto. Watu watasema, wengine watakukosoa, wengine hawatakuelewa, lakini ukweli ni kwamba huwezi kuwafanya watu wote wakupende. Huwezi kudhibiti tabia zao, maneno yao, au hisia zao. Fikiria mfano huu: unafanya kazi vizuri, unajituma, lakini bado kuna mtu ofisini anakuchukia bila sababu. Unapoteza muda ukijiuliza kwa nini hanipendi. Wakati huo huo muda unaopita ungelitumika kujiboresha, kujifunza kitu kipya, au kuboresha uwezo wako. Watu wengi wanapotea kwa sababu wanaishi wakitafuta kontrol juu ya maisha ya wengine badala ya kuwa na kontrol juu ya maisha yao wenyewe. Hebu tuangalie mifano ya karibu zaidi. Mtu anakasirika kila siku kwa sababu mpenzi wake anachelewa kujibu meseji. Badala ya kujiuliza ninafanya nini na muda wangu, anachagua kukasirika, kulalamika na kuchoka. Mwingine anapoteza muda kwenye mitandao ya kijamii akijilinganisha na maisha ya wengine, anaanza kuona kama yeye hafai, hafanani, hana thamani. Wakati ukweli ni huu: maisha ya mitandaoni si ukweli wa maisha halisi. Tunapojaribu kudhibiti maoni ya watu, tunapoteza nguvu ya kudhibiti maamuzi yetu na kama kuna kitu kimoja kinachoweza kubadilisha maisha yako leo ni hiki: acha kujaribu kubadili watu, badala yake badilika wewe. Sasa ngoje nikueleze kitu kinachoweza kukupa nguvu ya ndani isiyoisha. Kuna mambo matatu tu ambayo unaweza kuyadhibiti kabisa duniani. Moja, mawazo yako. Jinsi unavyofikiri kuhusu kitu ndiyo inavyoumba hisia zako. Mbili, hisia zako. Unaweza kuamua kuchukulia changamoto kama funzo, siyo adhabu. Tatu, matendo yako, unaamua kufanya nini hata wakati mambo hayaendi sawa. Haya matatu ndiyo msingi wa nidhamu binafsi, self control. Ukiadhibiti haya, hakuna hali ya nje itakayoweza kukutawala. Leo jamii yetu imejaa kelele, manung'uniko na lawama. Watu wengi wanajiona wahanga. Wanalaumu serikali, wazazi, wachomba, hata majirani. Lakini ukweli ni huu. Hakuna anayeweza kukuokoa kama hujaamua wewe mwenyewe kujibadilisha. Jamii bora inaanzia kwa mtu mmoja anayechagua kuwa tofauti. Mtu anayesema, mimi sitapoteza muda kwa drama. Mimi nitawekeza kwa maendeleo yangu. Fikiria kama kila kijana angeamua kudhibiti muda wake, matendo yake na malengo yake. Tungekuwa na taifa lenye nguvu ya kweli, siyo nguvu ya maneno. Sasa sikiliza, rafiki yangu, dunia haitakaa isimame hadi utulie. Watu wataendelea kusema, hali zitabadilika, changamoto zitaendelea kuja. Lakini macho yako yapo mikononi mwako, moyo wako uko ndani yako, na maamuzi yako ndiyo mamlaka yako. Acha kupoteza muda kujaribu kubadili ulimwengu mzima. Anza na mtu mmoja ambaye una uwezo wa kumgeuza, wewe mwenyewe. Jifunze kujidhibiti, jifunze kuachilia na jifunze kuishi kwa amani hata katikati ya machafuko. Na kama ujumbe huu umekugusa, usiondoke bila kufanya jambo moja dogo lenye nguvu kubwa sana: bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi, kwa sababu kila wiki hapa Mwanga wa Jamii tunaleta nuru mpya ya fikra, hamasa na mabadiliko halisi ya maisha. Tufuate. Jiunge na familia hii ya watu wanaotaka kuona mabadiliko, sio kwa maneno bali kwa matendo. Subscribe, follow, share na kuwa sehemu ya safari hii ya kujenga jamii inayotambua nguvu ya kujidhibiti na kutenda kwa hekima. Usisubiri kesho, anza leo, kwa sababu nguvu kubwa zaidi ulionayo ni uwezo wa kujidhibiti.